Jambo popote ulipo, karibu kupokea ratiba zetu za leo, tukiwa Juni kumi elfu mbili ishirini na tano. Tunakutangazia toka mashariki mwa DRC. Natasha Mingo Antroia linakuwa jina langu, tuweze kuanza habari hizi tukiangazia habari za usalama. Kiongozi wa manispa ya Kadutu, mwanasheria Byamungu Kazimir, licha ya fujo zilizotokea majira ya asubuhi alipata nafasi ya kuongea na wakaazi Juni 10, 2025 huko Funu, katika kitongoji cha Chimpunda tukiwa manispa ya Kadutu mbele ya wakadhi Bwana Abia Mungu Kazimiri alizungumzia masuala kadhaa muhimu kuhusiana na usalama, usimamizi wa funu, usafi wa mazingira na maendeleo ya eneo hili. Hii ilimpa fursa ya kutoa wito kwa vijana waje kwa wengi ili kujiunga na jeshi la AFC M23 na kutaja mtu yeyote anayekuwa na silaha kinyume na sheria. Hata hivyo, mashahidi kadhaa waliokuwepo walieleza kuwa bomu ulioripuka ulirushwa na watu wasiojulikana. Ulipashwa kumpata kiongozi wa mtaa sababu hakukuwa mbali, lakini kwa bahati nzuri alitoka kwa haraka bila kujeruhiwa. Kumbuka kwamba vikosi vya sheria vililinda eneo hilo kwa haraka, huko waliojeruhiwa wakipelekwa kwenye vituo vya afya vilivyokuwa karibu. Hakuna kifo kilichorekodiwa hadi sasa. Habari za usalama. Tukibainisha kwamba waendesha pikipiki kadhaa na wateja wao wameibiwa mali zao usiku wa Jumatatu Juni tisa kuamkia Jumanne Juni kumi mwaka tulimo kwenye barabara ya Bwindi katika manispaa ya Bagira. Hii imetokea wakati wa shambulio la majambazi wa barabara kuu katika eneo hili. Taarifa hii inathibitishwa na vyanzo vya ndani vilivyowasiliana nasi. Kulingana na vyanzo vya ndani Mashambulizi haya yamerekodiwa katika barabara eneo la Bwindi katika manispa ya Bagira, na kwenye barabara inayoelekea uh, kunako kampisi ya chuo kikuu cha Kikatoliki cha Bukavu kilichopo Kalambo. Uasiriwa wameibiwa mali zao na majambazi hao wenye silaha ambao kisha walikimbia. Kulingana na uangalizi zaidi wa mtu mmoja wanaonyesha hivyo, eneo hilo limekuwa kitovu cha mashambulio uh, na majambazi wasiojulikana wanaotumia fursa ya ukosefu wa taa za barabarani kuwanyanyasa watumiaji wa barabara wanaoibiwa pesa, simu na vitu vingine vya thamani. Wakikabiliwa na hali hii, wakaazi wa eneo hilo wanatoa wito kwa kuimarishwa kwa usalama ili kuwaruhusu kutembea kwa uhuru na kulinda mali zao. Kama ukumbusho, jiji la Bukavu na maeneo yanayozunguka yamekuwa yakikabiliwa na ukosefu wa usalama kwa miezi kadhaa, hivyo umuhimu wa kuimarisha usalama wa watu na mali zao unahitajika. Elimu. Walimu wa shule za msingi katika tarafa la Kale ya kwanza hapa Kivu Kusini wanaanzisha mgomo kavu kuanzia Juni kumi mwaka tulimo. Walimu hao wanadai mishahara yao ya miezi minne kwa baadhi, uh, na miezi mitano kwa wengine. Walimu hawa kutoka zaidi ya shule mia moja za msingi wameamua kurejesha mgomo kavu huu kufuatia kukosekana kwa wajibu kutoka kwa wahusika na malipo ya mishahara. Katika barua iliyotumwa kwa Karitas Bukavu, shirika hilo limesema serikali inahakikisha mishahara hii katika sehemu hii ya Kivu Kusini. Walimu hawa wanasisitiza kuwa ni jambo lisilo la kawaida kumnyima mfanyakazi mshahara wake zaidi ya miezi kadhaa. Ikiwa muda mrefu, ni vigumu kwao leo kukidhi mahitaji yao ya kimsingi, ikiwa ni pamoja na chakula, matibabu na masomo ya watoto wao, kulingana na watia saini wa barua hii pia wanadai posho ya elimu bila malipo na gharama za uendeshaji. Hivi sasa hata kupata kipande cha chaki ni ngumu, kwa hivyo msisitizo juu ya hitaji la hatua za haraka. Alipotafutwa mkurugenzi uh, wa tarafa la elimu kale ya kwanza, Maeshe Nteranya Paskali alisema anashangaa kuona walimu wameanza mgomo mkavu bila kuandika mapema na bila kusubiri hatua nyingine kutoka kwa uongozi. Alieleza ku amekuwa akiwasiliana na Caritas Bukavu, jambo ambalo linahakikisha kuwa tayari wamepokea maagizo ya malipo. Malipo ya mishahara ya Aprili tayari wiki hii. Maisha Nteranya Pascal anatoa wito kwa walimu kutumia busara, kuamini mamlaka na kuheshimu taratibu na kuzipeleka kwenye mamlaka husika ya ili kupata suluhu kwa baadhi ya malalamiko ambayo wanakuwa nayo. Habari za kijamii ni kwamba jengo la kanisa la Neo Apostolike lililoko katika eneo la Emery Patrice Lumumba karibu na Plasi Mulamba na jengo la Mazda zimerudishwa kwa wamiliki wake wa zamani. Majengo hayo yamerejeshwa Jumatatu hii Juni tisa na inspekta jenerali wa AFC M23, ikisubiri uamuzi wa wa mahakama. Jengo lilikuwa na idara ya kiufundi ya kitengo cha mazingira cha mkoa na kanisa la Neo Apostolike. Inspekta jenerali wa AFC M23 aliwaidhinisha wamiliki wa zamani kufanya kazi katika majengo hayo kama hapo awali. Katika eneo hilo, inspekta jenerali wa AFC/M23 Amani Kabasha alisimamia shughuli hiyo akifuatana na Christian Kabaka na mwanasheria mkuu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa Bukavu walidai kuondoka mara moja kwa watu walioingia kinyume cha sheria kwenye jengo la Mazda na kuwaondoa walinzi wanaozuia ufikiaji wa wafanyakazi wa mazingira. Hali ya furaha kwa Mtume Daniel Kasongo, masia kiongozi wa kanisa jipya la mitume

Ikumbukwa kuwa AFC/M23 inafuatilia watu hawa na kutoa onyo kwa wale wanaopora mali ya serikali. Afya. Kanda za afya za ruzizi ya kwanza na ibanda hapa Bukavu zimerekodi visa viwili kutokana na kipindupindu ndani ya wiki mbili. Haya yanajiri baada ya Kivu Kusini kuona visa vyake vinavyorekodiwa vikiongezeka kutoka mia tatu tisini na nne wiki jana hadi mia nne na moja wiki hii ufafanuzi huo unatolewa na kitengo cha afya cha mkoa katika mahojiano na waandishi wa habari Jumanne Juni kumi. Kanda kumi na tisa za afya zikiwemo Izimiro na Lubibi katika eneo la Kabare zinaendelea kurekodi kesi zaidi kutokana na kuwepo kwa eneo la uchimbaji madini na kutozingatia hatua za usafi katika eneo hilo. Kwa kuongeza, eneo la afya la Katana liliripoti kesi mia moja sabini wiki iliyopita na mia moja sitini wiki hii, hali ambayo inaendelea kulivuta jimbo hili kwenda juu. Kwa mujibu wa kiongozi wa mawasiliano katika kitengo cha afya cha mkoa, anabainisha kwamba kuzingatia kanuni za usafi kunachangia kuenea kwa ugonjwa huu katika maeneo haya. Dr. Claude Baiziri anaripoti ongezeko la visa vya kipindupindu katika eneo la Katana, Miti Muresa, Uvira na hata Ibanda tukiwa mjini Bukavu. Hii inahitaji usaidizi wa matibabu ili kushughulikia tatizo hili. Kutokana na hali hiyo, mbinu bora katika kipindi hichi ni kuchemsha maji na kuyapoza kabla ya kuyanywa, usafi wa maji kabla ya kuyanywa, kunawa mikono vizuri na kutafuta matibabu ya haraka inapotokea kesi ya kuhara. Hii ni kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu, anasisitiza kiongozi wa mawasiliano katika depesa Kivu Kusini, Dr. Claude Baizire. Na hiyo ni kusema kama magonjwa ya kipindupindu ni endelea, na ukiangalia zaidi ni tunakuwa na mitaa za afya kumi na kenda tangu mwaka lianza, ambayo zinakuwa zikiongoza na kupata visa vya kipindupindu ak na kusema kama hata kama kuna mitaa za afya zenye kupata magonjwa hii ya kipindupindu, lakini tunatia mkazo zaidi kumtaa wa afya wa Katana wa Ibanda, mtaa wa afya wa Uvira, Minova, miti Muresa na bati nzuri. Bunyakiri ilikuwa na wagonjwa wengi semane ilipita, lakini posho hiyo walikuwa wenye kupungua. Na kila mara kulikuwa mtu mwenye kuwa na anaendesha na ama mwenye kufanya diare, aende haraka kwa mganga na ingine chakula kama vile matunda usukula mbele ya kuweza kuitumia, tafadhali tukumbushe kuwa pamoja na ugumu unaohusiana na usambazaji wa pembejeo. Juhudi za kuongeza uelewa zinaendelea kupitia vyombo vya habari na uhamasishaji wa jamii ili kukabiliana na janga hili. La ziada tuna mtazamaji wa TV Fizi News 24. Ni hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya leo tukiwa Juni 10, 2025. Mungu akubariki. Tuonane siku nyingine kwa majaliwa ya ala. Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en en temps temps réel. réel. Fizi News 24, Fizi News 24. Jumbo ja habari kwa muda sahihi. en temps réel.